Kama sina leseni ya kuwa kocha mkuu basi "Wa, wakanitumie kama mtunza vifaa ni maneno ya Dimitar Pantev, ambaye ameweza kufunguka baada ya minongono ya wengi kudai kwamba ana sifa ya kuwa kocha na ndiyo maana ametambulishwa kama meneja, na ndipo ambapo yeye ameweza kufunguka kudai kwamba wanitumie niwe mtunza vifaa kama sina leseni, kwa mjibu wa ame, mchezo, kutokana na, na kuwepo kwa baadhi ya taarifa za kocha wa Simba kutokuwa na leseni ya kuifundisha Simba kama kocha mkuu. Hii ndiyo la kocha Mita Pandevu, meneja mkuu wa Simba akijibu swali la waandishi wa habari jana airport, akadai kwamba kama kisheria sina leseni ya kukidhi kufundisha kwa, eh, kama kocha mkuu, basi huenda wakanitumia kama mtunza vifaa. Sijui sana, ila nadhani hilo swala aulizwe rahisi wa klabu. Ni maneno ya kocha huyo mpya wa klabu ya Simba ambaye ameweza kuwajibu waandishi ambao walikuwa wanamhoji wakati wanamsubiria wakati anatoka kwao. Eh, akaweza kuulizwa swali hilo kudai kwamba yeye hana leseni ya kafu ambayo itamruhusu kuweza kusimama kama kocha mkuu wa klabu ya Simba, hivyo atawezeje kufundisha timu hiyo wakati hana hana leseni, leseni hiyo? Basi ndipo ambapo akaweza kuwajibu kwamba kama kisheria eh, kama kisheria Eh, sina leseni ya kukidhi kufundisha Simba Sports Club kama kocha mkuu, basi wanaweza kunitumia kama mtunza vifaa vya store au aulizwa vizuri zaidi eh, rais wa klabu hiyo ndio anaweza kuwa na majibu kwamba amenisajili ili nije kufanya kazi gani, nije kutunza vifaa au nije kufundisha timu, ila ninachokijua mimi ni kwamba nimekuja kwa ajili ya kufundisha timu na nitakuwa nitasema, nitasimama kama kocha, japo kwa wao wameweza kum, kum, kum, mbisha kama meneja huku, taarifa zikidai kwamba huenda Suleimani Matola ndio akasimama kama kocha mkuu kwa sababu yeye ana leseni hiyo na huyu akasimama kama kocha msaidizi ndio maana ametambulishwa kama meneja hivyo, wengi kuhusisha kwamba huenda Matola atasimama kama kocha, na kwa baadhi ya mechi atasimama yeye kama kocha mkuu na yeye atasimama kama kocha msaidizi. Hivyo wengi swala lao likawa limejibiwa kwa namna hiyo, baada ya kuwa maana yetu hana maswali mengi zai, hana majibu marefu zaidi, na akaweza kumaliza kudai kwamba aulizwe zaidi eh, Rais wa klabu hiyo ambaye wameweza kuonana naye na kufanya mazungumzo na kumsajili. Hivi ndivyo ambavyo aliweza kufunguka wakati akihojiwa na waandishi wa habari.